Jina la Bwana limebarikiwa sana. Sa. Somo letu nasema ushirika kati yetu sisi na Mungu. Haleluya! Ushirika baina yako wewe na Mungu tunaweza tukaita kwa lugha nyingine uwepo wa Mungu au ufalme wa Mungu. Hebu semeni ufalme wa Mungu kwa sauti, ufalme wa Mungu kwa sauti, ufalme wa Mungu Ufalme wa Mungu ni mamlaka, kibali cha Mungu ndani ya watu, kibali cha Mungu ndani yangu, kibali cha Mungu ndani yako. Yesu akasema ya kwamba hamjui ya kuwa ufalme wa Mungu unakaa ndani yenu. Haleluya! Yohana alipokuwa akihubiri akiwambia ya kwamba tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yohana alikuwa azungumzi kwa habari ya siku za mwisho, unaelewana? Yohana alikuwa azungumzi kwa habari ya siku za mwisho. Ukisoma kwa habari ya sauti ya mtu aliyenikana, anasema itengenezeni njia ya Bwana, yenyosheni mapito yake. Yohana anamtaja naye kucha ya kwamba yeye achaye, ambaye sistahili atakugusa kamba za viatu vyake, yeye ndiye mtu aliye ya kwamba atakuja na ataujia ulimwengu, atakuja kwa kipatanishi kati ya Mungu na wanadamu, atakuja kuondoa hukumu ambayo wanadamu walikuwa wamekwisha kuambiwa ya kwamba atakwenda kuibeba. Maandiko yanasema kwamba na katika safari yake ya kucha, atakuja kusawazisha. Hebu semeni, kusawazisha. Jina la Bwana Anakuja kuyasawazisha. Yesu anakuja kutuelekeza tuweze kuelewa ya kwamba Mungu alimaanisha nini katika Torati hii, ya kwamba aliposema tusikuse nguruwe alimaanisha ni nguruwe kweli, hayo kulikuwa na kingine cha ziada? Haleluya, haleluya! Aliposema tuoge kwa muda wa siku tatu alimaanisha ni maji peli ya chumvi awali maji ya baridi ya misimani ndo tuoge kwa muda wa siku tatu, nipo twende tukakutana na Mungu au? Oh, kumbe haikumaanisha kwambali ya kuoga mwili. Yesu alikuja kufundisha, nini maana ya kuoga, nini maana ya kujitakasa. naniomana siku moja akiwa kwenye siku kuu inaitwa lsi ambayo ni damu ya Yesu Kristo. oh, tunatakaswa ndani, hatutakaswi nje. Bwana yesuse sana. Tunapokwenda kumwona Mungu, Mungu anahitaji tujitakase kwanza. Mungu anahitaji tuuose kwanza. Hatutapenda bafuni kuoka, bali tutapenda magotini na kumwambia Yesu nisamehe, Yesu Yesu na Mungu nitakase, niondolea atia, niondolea maungu yote naya, unataka nikutane na wewe Leo nataka nisikia sauti yako leo, nataka nipate sauti yangu ifiche mbele zako, kama Daudi alivyosema kwamba sauti yangu na kelele yangu ipae mbele zako. Haleluya! Yesu akaja kutufundisha, jina la Bwana sana. Yohana akatangaza kwa habari ya ujio wa ufalme wa Mungu. Wayahudi wanasikia sauti ya Yohana akiwa kule nyikani, wakakimbia kwa spidi kwenda kutubu, maana wameambiwa ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, ufalme wa Mungu umekaribia. Wakati Yesu amefika, akawafundisha ya kwamba ufalme wa Mungu una ndani yake. Hebu muangalie mwanzo. Haleluya, haleluya. Basi kama mnaogopa, muangalie, acha tu niangalie mimi. Jina la Bwana alibarikiwe. Haleluya. Mwambie, unajua ya kwamba ufalme wa Mungu unakaa ndani yako. Au unaonaje? Wewe unaona madeni tu ndo yanakaa ndani yako. Madeni tu ndo yanakaa ndani yako na masimango na kuvunjwa moyo na kukatishwa tamaa, lakini wewe ni mfalme tena kuhani, na ile nguvu ya Mungu inakaa ndani yako. Haleluya. Kibali cha Mungu kinakaa ndani yako, ule uwezo wa Mungu unaishi ndani yako. Ukishachambua thamani ya upendwa, utatembea kwa kujiamini, maana yeye aliye kwa mbingu na nchi hakae milimani wala hakae kwenye mawingu, bali anakaa ndani ya moyo wa mtu mmoja aliyeamini. Haleluya! Na ikiwa Yesu anakaa ndani yako, nani wa kushikana mbele yako? Nani wa kupambana ndani yako, hakuna chochote kitakachoweza kukusumbua. Kitakachokushika ni kile ambacho Bwana anakupa kibali, Bwana anakiruhusu. Atakapokiruhusu kitakujia, kitakugusa kidogo, lakini chochote ambacho Bwana atakipa kibali hakitaweza kukusogelea, maana wewe ni mfalme tena najipa matumaini, maana ana ulinzi kiundoni, ana ulinzi shingoni, ana ulinzi kwenye mkono anajeta, anatembea kwa kujiamini. Mimi ni shahidi, maana yuko mfalme ambaye anakandani yangu, yeye anayesema mbingu na nchi akaumba, mlima magungu akaumba, emushelo akakwimba, na wewe pamoja na urefu wako, huyo mumbaji wa mbingu na nchi, maandiko yanasema anakandani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Bwana libarikiwe sana. Akasema ni mhofu nani tena nimwogope nani? Naweza kuuliza mhofu nani wala nimwogope nani? hata kama atakuja kwa mitisho hupaswi kumwogopa, maana yeye Mungu wa kweli anafandali nako. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Ikiwa falma Mungu upo na umekwisha kuja tayari. Haleluya! Sisi tuliokoka tuna wajibu mkubwa sana wa kuutafuta. Uko wapi? Unanielewa? Unanielewa eh? Vizuri. Ikiwa kweli mfalme wa Mungu umekwisha kuja, upo na unatenda kazi, sisi tuna wajibu wa kuutafuta. Huwa anajiuliza kwa nini kuna mahali nguvu za giza zinatawala, tena zinatesa watu. Shida iko wapi? Kuna mahali wachawi wanatawala, tena kwa kiburi na wananyanyasa watu Ng'ombe ukapeleka kunywa maji, si wa ndio wafugaji? Bwana Yesu asiwe. Ehe, unaweza ukapeleka ng'ombe kunywa maji, lakini likabaki limoja tu, likafika pale kwenye bwawa la maji likanachungulia, linafanyaje? ninaangalia kushoto na kulia, watakunywa wengine, watashiba lenyewe limesimama tu. Wafugaji mnafanyaje? mnakamata mapembe na kulishusha kwenye maji. Eti wafugaji utujibu basi. Maliki yake, wewe unafanyaje? Unakamata pembe, unashusha kwenye maji. Halafu na wewe ukadumukiza mdomo kwenye maji. Halafu nikali imefunga mdomo. Naona? Kwa nini wewe umesahau kipindi kile unauma? Wakati ulipokuwa unanunuliwa dawa na unarusha ngunguni, umesahau ile story. Umerusha dawa nyingi sana dozi zima kaishoa ngunguni. Baka wanajiuliza, mbona huyu mtu haponi, ana pepo huyu? Tena mnamsumbua mchungaji, kumbe nauma malaria, hataki kumeza dawa. Siku moja wakati mama anafagia anakuta dawa zimejaa wapi? Uvunguni. Mwanadamu si, akiamua kufanya ujinga utapambana, utaumiza akili tu. Nanielewa, kuna kitu Mungu anakitaka kwetu. Amekwisha kuruhusu, ufalme wake upo mahali hapa, upo duniani, upo Haleluya. Nguvu ya Mungu ipo, lakini ni nani, ni nani atakaye miliki ya nguvu? Ni nani atakaye kuwa na hiyo mamlaka? Ikiwa kweli ufalme wa Mungu imekwisha kuja umekuja, unakapa nani? Unakapa nani? Mpendwa, moyo wako umepewa ili upate kubeba uwepo wa Mungu. Moyo wako umepewa ili upate kuibeba nguvu ya Mungu lakini kuna wakati tumeacha kubeba mambo ya msingi, tukabeba vitu vinavyokwenda kutuangamiza, vitu vinavyokwenda kutupa presha, vitu vinavyokwenda kutupa madonda ya tumbo, vitu vinavyokwenda kutuua mapema. Tumekwenda kumibeba baada ya kubeba msingi wa neno la Mungu. Sasa moyo ambao umepewa wewe ni kwaja ya kumbeba Yesu. Haleluya! naongea na watu hapa namimizakuwachakubuna moyo wako, mbebe Yesu. Mwambie kwa sauti, moyo wako, mbebe Yesu kuanzia leo. Haleluya, wanayesasue sana. Kwa hiyo, kuna watu wanatafuta mapepo wanayapata, kuna watu wanatafuta mizimu wanaipata, kuna watu wanakwenda kunua uchawi wanaupata zaidi yes, yako mpendwa, ukitumia nguvu yako ya kutosha kwenda kumtafuta Mungu aliye hai, kwenda kutafuta ufalme wa Mungu ambao tayari unapatikana katika kachicha umengu. Haleluya, Yesu yupo, ufalme wake upo, upo. unatenda kazi mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe sana jamani. Mungu yupo, tunaelewa na vizuri wepo, Mungu yupo. kile chasogoleti mkaga mjenelea ni kitabu cha Isaya sura ya 55 mstari wa 6. Isaya sura ya 55 mstari wa 6. Hebu isome. Yesu Bwana kawi kuingia moyo unachaka. Nasema mtafuteni Bwana mada manapatikana Mwicheni mada Haleluya. E, haleluya! Akusema Bwana napatikana, sema Bwana anapatikana. Mwambia mwenzako Bwana napatikana, tena mwambia Bwana napatikana. Haleluya, sikiliza. Ichiwawacho nakwenda kutafuta mizimu wanaipata, wanakwenda kutamicha makabulini, wanadoka na majini, wanadoka na mizimu wanadoka na kila aina ya uchungu kwenye maisha yao wapendwa. Yesu alipokufa msalabani, akaruhusu nguvu yake kutembea katika usu wa dumia. Maandiko yaosema na kwamba baraka za kuana ziko zinaelea katica anga zinatembea katika dumia

Wapi pa kwenda mcua akikuta kuna mawe yamefunguka, y Yesu anaingia ndani yake naculia. Haleluya, inasema kwenye Ufunuo, ya kwamba ya kwamba tazama, Bwana nabisha mlango, anaubisha moyo wake, moyo wako, kuna sauti inagonga. Anasema mtu yeyote akisikia sauti yangu na kufungua mlango, anasema, tazama mimi nitampingia ndani yake, nitakaa pamoja naye, tutaishi naye milele. Haleluya, kwa Mungu anagonga, yaani sauti ya Yesu inagonga kwenye moyo wako. Hata kwa makahaba, sauti ya Yesu bali inagonga, sio kwamba hawaambii kwa habari ya kuokoka, na sio kwamba hawajue. Kuna mtu anapenda kufanya mabaya, lakini anasikia kabisa taarifa melo mate kuna kitu ku ku kinazungumza ya kwamba unapokwenda kufae, unaokwenda kuyafanya haya stahili kwa, kuna kitu kinagonga, kuna kitu kinagonga. Hata wacha Mungu anaongea nao, maana kuna upinzani wanakutana nao kabisa, maali kwa, kuna Mungu inalkachini Mungu yupo. Mungu yuko anasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Haleluya! Sasa namna gani tunaweza kumtafuta Mungu? Namna gani tunaweza kumtafuta Mungu namna gani? Haleluya! Jambo la kwanza, nafikiri tunafahamu leo tunapicha, tunajifunza leo, lakini pia tuko kwenye safari ya maombi na tumekuwa na maombi tumekuwa na maono tofauti ya kimaombi ya. Mungu awabariki sana kikundi cha maombi Mungu, wa Mungu anawatumia wanatupa mafunuo tofauti. Leo tunatembea kwenye kusudi hili, kesho tunatembea kwenye kusudi hili. Leo pamoja ya kwamba tunaiombea Tanzania, lakini maombi haya yanakwenda kukujenga wewe namba ya moja. Unaomba kwa ajili ya amani, lakini wa kwanza nayefaidi ni wewe, mpenda ulioko mahali hapa. haleluya. Maana unapoomba kwa ajili almani, kio, chakopi, libarea, lakini, Mungu, waku, Ay, ya amani kioo chako pia kinatengenezwa unapoomba na kuchemea matukio mbalimbali yanayotembea katika taifa letu, lakini cha kwanza Mungu anakutana na moyo wako anakutengeneza vizuri. Tumepewa njia kadhaa njia ya kwanza tunamtafuta Mungu kwa kusoma neno la Mungu, amina. Bwana yessesai Yoshua sura ya kwanza mstari wa nane. Mungu anamwambia shuo ya kwamba na kitabu hichi kisiondoke kimoni mwako, bali maneno yaliyoko ndani yake ya tafakari mchana na usiku, uangalie kutenda sawasawa na kile kicho alipo ndikoumuli na kwa kufanya hivyo ndipo utakapofanikiwa kwa kila uitendao. Haleluya, yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Ayubu, kinazungumza kwa habari ya kutafuta neno kama mtu atafutaye chuma. Amina. Kwamba chuma kama madini ya thamani yaliyoko kwenye moyo wa nchi, lakini kwa sababu ni kitu cha thamani, watu wanachimbua na kuchimbua na kuchimbua, wanapenda kufunga mpaka vijito vya maji ili maji yasiwaletee shida, wanachimbua na wanachimbua ili wapate kuokota yale madini ya chini ya ardhi. Anasema kama vile navyoitumia nguvu kubwa kuweza kutafuta chuma, hivyo hivyo mpendwa, unapaswa kuitumia nguvu kubwa kuweza kuchimbua na mfuatilia neno la Mungu. Haleluya! Leo kitangaza mafundisho kwa walokole, wanakuja wawili, hawana shida na Mungu. Sikiliza, Mungu tutamtafuta kwanza kwa kusoma neno, mwambie mwanzo, utamtafuta Mungu kwanza kwa kusoma neno eh umoju pamoja kuna tofauti kati ya mshirika na mshiriki eh? meijinnach

nitaanza kusimama kama kama kocha kusema huyu jamaa yuko vizuri sana, unanielewa eh? Hasa kuna walokola amekaa kiupambe, unanipata eh? Akianza kuyapamba mambo ya kiroho utajua kweli huyu yuko rohoni, lakini mambo ya roho ni sifuri kabisa hata leo. Eh, tunataka bwana tuchonge, tusiwe watu wa kushiriki, tuwe watu wa nyumbani. Nasema tuwe watu wa nyumbani. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ule akasema, natamani kuwa kama baba wangu. Natamani kuwa kama wale wadudu wanaokaa nauni, siku zote hawaondoki, maana wale, wale wanasikia sauti yako, wale wanakutana na kaupako kako nalii. Natamani kuwa kama wale, ili chati ni madhabahuni papo siku zote za maisha yangu. Yaani baba wangu, utafakari habari zako maisha yangu yote, kwanzia ya asubuhi mpaka jioni ni utafakari uzuri wako, ni awaze mapenzi yako, niwaze hekima yako waze uzuni wako agasema, natamani kuwa kama hao yeah. Haleluya! wewe unampa Mungu nafasi gani kwa siku moja? Angalia siku moja, natafakari mangapi kwa habari ya Bwana? Hey. Angalia mashamba, unatafakari mara ngapi bei ya mahima? Natafakari mara ngapi kazi zako? Mara ngapi? umempa Mungu dakika ngapi kwa siku, wapendwa? Bwana Yesu sio sana, amen. Tuko pamoja. Mkono wako hewani kama hujakwazika, na kama umekwazika nisamehe. Haleluya, Bwana Yesu, ufalme wa Mungu. Sasa jambo la kwanza, tunamtafuta Mungu kwa kusoma neno. Tuko pamoja na neno ni kutafiki, tunachimbua, tunatumia gharama, tunaingia ndani, tunachimbua, tunafukua, alimasi iko wapi wanachukua madini wanaingia ndani wanatokea Soweto, wanaingia ndani wanatokea ostet, wanatembea kuzimu kule, pote natafuta mali kule kuzimu. Vivyo hivyo, mpendo unayetafuta neno la Mungu unapaswa kuwa ni mtu wa kuchimbua. Tafakari habari ya Bwana, chukua Biblia soma. Leo nataka nijifunze, yes alifanya kitu gani Bethlehem, yes alifanya miujiza gani Nazaret, yes alifanya, yes, alifanya kitu gani kwa Wasamaria. Unachimbua kuanzia hatua ya kwanza mpaka ya mwisho Mungu atakuonesha uwepo wa Bwana unatafutwa. Haleluya, naongea na watu hapa, amen. Naongea na watu hapa, amen. Unafikiri kwani, umekata tamaa, umepondeka, umepoteza matumaini, ni kwa sababu uwepo wa Bwana kwako kwa hamna. Na kwa nini haupo? Ni kwa sababu hauna muda wa kutafuta. Cha kwanza ni kusoma neno Bwana Yesu, lakini jambo la pili ni maombi. Kwenye kusoma neno pale Wakolosai 3:16, maandiko yanasema, na neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote, mkifundishana kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Haleluya, anayesoma neno anamwagiliwa kila wakati. Moyo wako ni kama bustani, Mungu amepanda kitu chema ndani yako. Kila wakati Mungu anakumwagilia neno la Kristo, linamwagilia ukuaji wako wa kiroho yako mpendwa, Haleluya. Eh? Kama unapenda kuhubiri jifunze neno la Mungu. Soma sana Biblia kwa baba, acha maneno ya Mungu yakae ndani yako na Mungu anapokuwa anazungumza na mtu anatumia neno lake. Mungu atatumia mithali za mtaani kwenda kusema na wewe. Mungu atatumia mipasho ya kwenye kanga kwenda kusema na watakatifu wake. Mungu anatumia kinywa chake ambacho ni neno lake. Sasa kama neno la Mungu ndani yako hakuna, maana kinywa cha Mungu ndani yako kimepotea.